Sababu kubwa kwanza, mnajua kwa nini mmekuja. Kulikuwa na mwenzetu <coughs> Wema Sepetu alisema kwamba alikuwa na jambo la kuwaeleza, lakini kubwa, alikuwa anajiunga rasmi na chama chama, maana yake Chadema, na mimi kazi yangu leo ilikuwa ni kuwapa hizo kadi, halafu wangewasalimia na kusema kwa nini wameamua kuingia rasmi kujiunga na chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa hiyo <coughs> sasa, kwa nini jambo hili mpaka sasa limekuwa gumu? Mwenzetu Wema Sepetu leo ni siku ya kesi yake, na tulikuwa tumelifikiria mwanzo. Taarifa tulizokuwa tunazipata <coughs> uh, kutoka upande wao na upande wa mawakili ilikuwa ni kwamba bila shaka ifikapo saa tano shughuli zitakuwa zimeisha huko mahakamani. Kwa hiyo saa sita tukianza mambo yangekuwa sawa. Sasa unapotegemea jambo ambalo huna uamuzi nalo, mara nyingine haya yanatokea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa taarifa tulizopata ah, wameingia kwenye chumba cha, cha, cha, cha, cha mahakama, lakini kesi haijaanza kusikilizwa. Kwa hiyo tukaona tukiendelea kuwaweka hapa, tulisema saa saba mwisho, tutasema saa nane Itafika saa nane saa tisa alafu tawaambieni saa kumi na moja alafu tutasema jamani, imeshindikana itakuwa si vizuri. Kwa hiyo tunataka tuwaombe radhi, mimi niombe radhi kwa niaba ya wenzetu ambao hawako hapa na kwa kweli ni kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu ambazo hawana uwezo nazo kabisa.